Anatamani amwage maji mengi wakati wa tendo la ndoa, lakini ukavu ukeni unamsumbua. Anatamani amwage maji mengi wakati wa tendo la ndoa, lakini ukavu ukeni unamsumbua. Hebu tusikilize hapa message kutoka kwa dada huyu, anasema: dokta, nimefuatilia juu ya somo lako juu e, ya somo, somo lako wanawake wanaomwaga maji na ambao ni wakavu wakati wa kufanya tendo la ndoa nina shida sana ya huo ukavu sana, na mwanaume niliye naye ni hiyo type ambaye anataka nimwage hayo maji, nafanyaje? Okay, unaweza kaona wanawake, namna ambavyo wanalalamika namna ambavyo wananung'unika. Hii ni message ambayo iko WhatsApp hapa. Kuna watu wananiambia dokta, unatunga habari zako eh? Unaweza ukaona message kama hizi, ni message ambayo ipo kwa mdau hapa, lakini pia dada huyu amepata mwanaume ambaye anatamani kuona kwamba wakati wanapokuwa na shiriki tendo la ndoa, basi mwanamke wake awe miongoni mwa watu ambao watakao mwaga maji mengi, lakini pia aweze ku, ku, ku, kufanya hivyo. Unachotaka kusema hapa ni nini? Of course eh, hauwezi ukakwepa kulinganishwa katika tendo la ndoa, iwe ni mwanaume iwe ni mwanamke. Mwanaume wa aina hii asilimia mia moja ni kwamba tayari huko nyuma ameshakutana na wanawake ambao waliokuwa wana hali hii ya kuweza kumwaga maji mengi, kwa hiyo ame- ametamani hata mwanamke huyu ambaye alienaye leo hii aweze kuwa hivi. Inawezekana kabisa kila mwanamke akao akamwaga maji lakini haiwezekani kutokana na changamoto namba mbili ama tatu ambazo zinaweza zikapelekea mwanamke asipate hali kama hii. Cha kwanza ni hali ya huyo mwanamke kisaikolojia, kabla hajashiriki e, tendo la ndoa. Utayari wako, saikolojia yako kuhusiana na tendo la ndoa, elimu yako kuhusiana na tendo la ndoa ni moja ya kielelezo na kiashiria ambacho kitakachokusaidia wewe kukojoa ama kufika kileleni na kufika mshindo wa hali ya juu wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo saikolojia yako, ubongo wako upo katika hali gani? Hiyo ni namba moja, ni kitu cha msingi sana. Kabla hatujakutibu vitu vingine vya kimwili, lazima tukutibu hapa akilini mwako, tuangalie akili yako ipo kwa kiasi gani na namna gani ambavyo unaweza ukabadilisha mfumo wako wa maisha namna gani ambavyo unaweza ukapata msaada wa kisaikolojia, endapo una msongo mkubwa wa mawazo, lakini pia unapitia changamoto kubwa, labda ya migogoro ya kifamilia, unapitia changamoto kubwa ya uchumi, na mwisho wa siku unashindwa kuweza kulifurahia tendo la ndoa. Huwezi ukapata hali hii, hasa hasa kwa mwanamke ambaye yeye anatarajia aweze kufurahisha, lakini pia aweze kutoa hayo maji mengi kama ambavyo wanaona wanawake wengine wanatamani, lakini pia kama ambavyo mume wake anatamani pia. Lakini pia namba mbili, tunakuja katika swala la kimwili. Wewe ni mwanamke ambaye homoni zako zikoje? Inawezekana una shida ya hormone imbalance, ndio maana unapata shida ya mvurugiko wa hormone na kupelekea hali ya ukavu ukeni muda wote. Kwa hiyo yote haya yanamata sana kuweza kuyaangalia kabla hujatamani ku ile kiu ambayo unayohitaji, ni muhimu sana uweze kuangalia, nina shida ya uke uke mkavu mkavu. Shida ya uke mkavu inasababishwa na nini? Lakini pia shida hii ya uke mkavu itatibika na nini ama itatibiwa na nini? Ukiweza kujua haya yote, inakuwa ni moja ya dalili ya kuweza kujisaidia we mwenyewe kwa hatua ya kwanza. K kwa lazima uweze kujua chanzo. Mwenyezi Mungu hajaumba uke ambao ni mkavu. Uke baada kila baada ya muda fulani kuna kitu kinaitwa secretion glands ambazo inatoa ute ute. Ute ute huu ni kwa ajili ya kuweza kulainisha hayo maeneo, lakini pia once mwanamke anapokuwa well au sexually stimulated ni rahisi kuweza kupata maji maji ya kutosha, akiwa tu ameandaliwa hata kama alikuwa hana maji maji ama hana ute, ute wakati au wakati kabla hajaanza kushiriki tendo la ndoa na pointi namba tatu ambayo ni ya mwisho kabisa ni maandalizi ambayo sahihi yakifuatiwa na mikao sahihi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mwanamume anafanikiwa kugusa eneo maalum ambalo litamsaidia mwanamume mwanamke huyu kuweza kurusha maji kwa wingi. Moja ya eneo kubwa ambalo mwanamume anaweza akalifikia na akilisugua vizuri kwa utaalamu sio kwa kusugua speedy speedy tu ovyo, bali kuna utaalamu wake, namna ya kuweza kulisugua eneo, namna ya kuweza kuligusa. Kwa hiyo mwanaume lazima awe na ubunifu, lazima ajue namna gani ambavyo anaweza akamwandaa mwanamke. Kama ni wewe mwanaume unatazama video hii, maana yake nahitaji kuweza kukusaidia, nahitaji ni kupatie elimu juu ya hili, ujifunze namna ya kuweza kumwandaa mwanamke, ujue ni eneo gani ambalo unatakiwa uweze kuligusa, kuweza kumfikisha mwanamke katika kiwango hiki. Kwa hiyo kama unahitaji maarifa yote haya, we ni mwanaume, njoo, nina video maalum ambazo zitakusaidia kuweza kukuongoza ili uweze kumwaga maji mwanamke wa aina yote yule, lakini pia ujifunze namna ya kuweza kumwandaa mwanamke, saikolojia. Kuna gharama nafuu kabisa ambayo utachangia kwangu kwa ajili ya kuweza kuongea na mimi, lakini pia nitakupa na, na, nitakutumia na video kwa ajili ya we kuweza kujifunza maarifa haya na ujuzi huu lakini kwa hiyo mwanamke ambaye unapitia changamoto ya uke mkavu, hiyo ni shida ya hormone imbalance. Hormone imbalance maana yake unatakiwa uweze kupata ushauri katika upande wa vyakula, lakini pia upate na matibabu ya dawa ambayo utakayokusaidia kuweza kuweka sawa homoni zako na kurudisha hali yako kama ilivyokuwa hapo nyuma. Kwa hiyo mwanamke ambaye unapitia changamoto hii, naomba pia tuwasiliane katika namba ifuatayo 0765493645 0765493645, Dkt. Kuboja, suluhisho la afya yako, suluhisho la mahusiano yako. Bye bye.